Habari ese. Leo bwana tupige zetu stori kuhusiana na hii ya kuita tangawizi ni dawa au tangawizi ni nzuri kiafya. Ah, tumia tangawizi bwana unajua inasaidia sana kiafya ni nzuri. The issue ni kwamba ni nzuri kivipi? Umeona? Wewe unajua tangawizi na nini? Mpaka unaambiwa kwamba tangawizi nzuri kiafya. Eh, una facts zipi? Umeona? Mimi nitajibu kwa kuangalia nutrients ambazo zipo kwenye tangawizi. Umeona. Kwa mfano gramu kumi ya tangawizi imebeba ime gram imebeba gramu nne za calcium. Umeona? Lakini pia gramu kumi hiyo ya tangawizi imebeba gramu mbili za protini. Umeona bwana? Kwa hiyo kuna facts zinaanza kuja hapo. Kiafya kivipi? Nzuri, nzuri, kiafya kivipi? Tangawizi ni dawa kivipi? Umeona? Lakini pia hiyo gramu kumi imebeba gramu moja ya lipids. Hizo zote ni nutrients ambazo ni muhimu sana kiafya. Lakini sio hivyo tu, tangawizi hii gram kumi imebeba gram nane za wanga Muone. Kila kitu ni muhimu kwenye mwili, ndio maana nasema ni nutrients. Kwa hiyo tangawizi imesheheni yani, imebeba behewa la nutrients nyingi ambazo muhimu sana kiafya. Lakini sio hivyo tu, hiyo tangawizi gram kumi imebeba gram mbili za gram um, mbili za nyuzi nyuzi yani fibers ambazo zinatakiwa kimwili, umeona, yani zinatakiwa sana, umeona. Kwa hiyo uh, ndo maana hata kwenye vyakula, na vyakula na sisi kula vyakula vyenye nyuzi nyuzi na nini, ni fibers it solo, yani ni kwa ajili tu ya kiafya, ni nzuri sana, umeona. Kwa hiyo ndo maana mtu anakuambia hata tangawizi ni nzuri kiafya, ukitumia ni nzuri, ni kwa sababu ya hizo nutrients ambazo zipo, umeona bwana um, kwa faida zinapatikana kupitia hizo nutrients. Kwa mfano tu, tunaelewa kwamba tangawizi ni hot spice. Eh, tangawizi na stimulant, kwa maana ina kichocheo. Kwa automatic tangawizi pia unaona kabisa inasaidia kwenye ishu nzima ya, ya, ya kubani bali kwa restore kwenye mwili, kama watatumia kwa consistency. Wengi wanatumia tangawizi lakini wanagusa leo kesho kikutwa hanyu na nini, lakini ukiwa na consistency nzuri tangawizi itakusaidia sana kubani badi cholesterol, kwa sababu ni hot spice, lakini pia um, ina stimulant kwa maana ina, ina ina ina, bani badi cholesterol, mafuta mabaya ambayo hatakiwi mwilini yanayozonga mishipa na nini. Umeona, kwa hiyo kwenye tangawizi imekaa hivyo. Hizo ni baadhi tu ya faida kutokana na nutrients ambazo nimezieleza, nimezieleza hapo juu. Umeona, kuna faida nyingi, ishu ya kifua, ishu ya kuboresha afya uzazi na nini faida ziko nyingi, kwa hiyo na kila kitu inategemea na namna unavyotumia matumizi. Utumieje ili uweze kupata matokeo hayo kiafya? Unaona, kwa hiyo mimi bwana nime nimejaribu kugusia kidogo kwenye hilo swali, maana wengi wamekuwa wakiuliza, kwa sababu unakuwa unasisitiza kila siku watu watumie tangawizi, lakini mtu atumie tangawizi ili apate nini? hmm. Na mwingine ana, anauliza fa, kwa nini tangawizi wanasema tutumie tangawizi, nilawa, ni dawa hau? Kwa nini nimejaribu kugusia tu maeneo machache, hata unaweza kwa unajua zaidi au unajua kingine kutokana na evidence, baada ya kutumia tangawizi umeona. Kwa hiyo tutumia tangawizi, tangawizi iko vizuri kiafya, kutokana na shehena au behewa la nutrients ambazo nimezieleza hapo juu. Asanteni sana, iko simple video nyingine nitaelezea kitu kingine.